Aya, shida ni nini? Kwanza, mbona mnamzadirisha mwezi? Huyo jamaa ni mwezi. Ndio, jamaa ni mwezi. Toa, shida nini? Yani, sawa, nasikiliza. Sikiliza, huyo jamaa ni mwezi wa maharage. Sawa, kaiba maharage yangu, maharage ndugu yangu. Ndio akumzadirisha mtu mbona? Kwa nini? Kila kitu kina umuhimu kwa mtu mwenye umuhimu nacho. Tumia uungwana basi. Maharage siwa kumzadirisha mtu kwamba mwezi, mwezi, mbona? Kwanza goje ni kwanza. Sawa, gojani kwanza Angoja ni kwanza mwezi kupiga mwizi na ana sheria zake ana haki zake. Huyo ni mwizi huyo. Sawa ni mwizi lakini sio vizuri kumshikia na kujishikia sheria mkononi. Kaizunguza mwizi wao anasikilizwaje? Tusikilize hapo na yeye kidogo. Tusikilize japo na yeye kidogo. Tusikie anasemaje? Ameiba au hajaiba? Kama ameiba kuna vyombo vya la sheria. Sio kujichukulia sheria mkononi kumpiga malungu. Huyo mwizi wao. Mwizi mwizi mwizi. Ngoja ni kwanza sawa. Ehe. Shida nini? Ehe.